Tena kwenye chaneli yako unayoipenda kuhusu ajira, elimu na maendeleo ya kitaaluma. Leo tuna habari njema sana kwa wale waliokuwa wakisubiri matokeo ya usaili wa kazi serikalini. Endelea kutazama mpaka mwisho kwa maelezo muhimu ya hatua zinazofuata, ushauri na mbinu bora za kuripoti kazini kwa mafanikio. Katibu wa Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma ametoa tangazo rasmi la kuitwa kazini kwa waombaji waliofaulu usaili waliofanyika kati ya Septemba 20, 2024 hadi Mei 17, 2025. Tangazo hili linahusu waombaji wa kada mbalimbali waliopangiwa vituo vya kazi baada ya nafasi kupatikana. Barua za kupangiwa kazi zinapatikana kwenye akaunti yako ya Ajira Portal sehemu ya My Application. Unapaswa kupakua na kuchapisha barua hiyo na kupeleka pamoja na vyeti halisi kwenye kituo cha kazi ulichopangiwa. Kwa waliofanikiwa kuitwa kazini, hongereni sana, lakini kumbuka kuitwa ni hatua ya kwanza tu. Kabla hujaripoti kazini, hakikisha unajiandaa kwa haya mambo matatu muhimu. Zingatia haya mambo matatu muhimu: hakiki vyeti vyako vyote. Vyeti vya kidato cha nne hadi chuo vinapaswa kuwa halisi na visivyoharibika. Andaa nakala za ziada. Jitahidi kuwa na nakala zaidi ya barua ya kupangiwa kituo, vyeti na kitambulisho. Fanya utafiti wa kituo chako cha kazi, fahamu mahitaji ya eneo husika, miundombinu na mazingira ya kazi. Na kwa wale ambao majina yao hayakuonekana kwenye tangazo hili, usikate tamaa. Hii ni nafasi ya kufanya tathmini na ujiulize, ulituma nyaraka sahihi? ulizingatia maelekezo ya usaili? Je, ulijitayarisha kwa maswali ya usaili ipasavyo? Ushauri wangu kwako, kwa tumia uzoefu huu kama ngazi ya kujifunza. Jiandae kwa maombi yajayo, rekebisha makosa na endelea kuomba kazi kwa bidii. Tangazo hili linadhihirisha kuwa serikali bado inaendelea kutoa nafasi mbalimbali mbali kila mwaka, lakini ushindani ni mkubwa. Kwa hiyo usichukulie nafasi hizi kimzaha. Tips: jiandae mapema kwa ajili ya usaili, Jiunge na vikundi vya mafunzo mtandaoni. Fuatilia tovuti rasmi ya sekretarieti ya ajira portal.ajira.go.tz mara kwa mara. Kama umeitwa kazini, tunakutakia kila laheri kwenye safari yako mpya ya ajira. Kama bado, usikate tamaa. Mafanikio si bahati, ni mchakato. Subscribe, like na share video hii kwa marafiki zako waliotuma maombi ya kazi serikalini. Tuonane tena kwenye video inayofuata kuhusu kuandaa nyaraka za usaili na kufanikisha maombi ya ajira kwa ufanisi zaidi.